Walhamdulillahi rabbil alamin. Leo tutaondokea kuanzia aya ya thelathini na tatu katika mwendelezo wa darasa letu la tafsirul Qur'an na tunaendelea kuishi ndani ya Suratul An'aam. Msomaji wetu ametusomea wa kwa uzuri wa jazahullahu khaira, Mwenyezi Mungu amzidishie, amlile, amuhifadhi, nasi tumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala

atujaalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao. Mzimgu atujaalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao husikiliza maneno, manake wanaosikiliza kauli na wakaifuata iliyo bora na yenye uongofu. Mwenyezi Mungu akituwafikia kwa hilo, basi tutambue ulaika alladhina hadahumullahu

walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun ile ala, ile aya tuliyokomea jana tunapoianza aya ya leo mufassir wetu anatupa mwongozo huu, thumma salla ta'ala nabiyahu litakdhibi qaumihi lahu. Na pia tuweza kuifanya ni mafuul hii, takdhibi si masdari litakdhibi qaumahu lahu faqala, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia taslia mtume wake, maliwazo Mwenyezi Mungu akamliwaza mtume wake ha? kwa sababu ya kukanusha watu wake kumkanusha yeye, Mwenyezi Mungu akamliwaza mtume wake kwa ajili eh, ya watu wake kumkanusha yeye Mtume Muhammad faqal akasema Mwenyezi Mungu tukufu, ndio hapa tunapoanzia aya ya leo, qad <todina> na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. qad <todina> Na'lamu, hakika tunajua innahu kuwa kwamba hakika la yahazunuka yanakuhuzunisha wewe Mtume Muhammad alladhi yaqulun maneno ambayo wanayo yasema wadhih qad nalamu. Walimu wetu wako hapa na wanafunzi wetu wako hapa. Ikija qad ikafuatiwa na alfi'lu almadi inaleta faida gani? Na ikija qad ikafuatiwa na lfilu lmudhari inaleta faida gani? Rudini darasani ili hapa tuendelee kawaida. Sawa, kuna ile qad ya harfu tahqiq, si ndio? ikifuatia alfi'l madhi. Je, ikija alfi'l mudhari ha? semeni basi taklili, taklili ha? Hapa haiko kwa maana hiyo, ijapo baada ya kadi imekuja alfi'l mudhari hapa yataka iwe pale pale kwenye alfi'l madhi. Yaani, tayari Mwenyezi Mungu alishajua sio anajua. Sawa sawa. <laughs> Wazi? Hmm. Kwa hiyo hapo maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuhakikishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh kad alimna, hakika tulishajua. Sawa sasa, so, so, ili twende tu pamoja. Kadi alam, hakika tunajua. Mwenyezi Mungu anasema hakika tunajua ha? Innahu kuwa kwamba hakika, la yahzunuka, yanakuhuzunisha wewe Mtume Muhammad, alladhi yaqulun, mambo ambayo maneno ambayo wanayasema, sawa <coughs> shekhe letu wakati anatusomesha alikuwa akituambia someni someni, acheni mchezo, someni mtakuja kuchezewa, someni. Si mpo kwa ajili ya kusoma? Someni kweli kweli, mkifanya mchezo mchezo, mtakuja kuchezewa. Eh, sasa hapa ninaona kuna alladhi ambayo tulisomeshwa ni ismu mausul, si ndio? Eh, kama ni yakuluna alladhi ismu mausul inataka inataka nini? Inataka nini? ismu mausul inataka nini? Inataka nini? Swila. Kwa hiyo hapa kuna alladhi yakuluna hu sawasawa, kad na'lamu, hakika tunajua, annahu kuwa kwamba hakika la yahzunuka yanakuhuzunisha wewe alladhi, maneno ambayo yaqulun, wanayasema. Maana hapo imekuja tu yakulun, wanasema. Sasa ili useme wanayasema, ujue kuna yakuluna hu sawa. Tayeb, na maneno haya Mwenyezi Mungu ameelezea kwa taukidi kwa taukidi, yaani kwa kutilia mkazo. Unaponisikiliza kwa Kiswahili tu sawa, we unabakia hivyo hivyo tu kutilia mkazo, lakini kwa sababu unakaa darasani, unatakiwa uelewe huo mkazo uko wapi katika lugha ya Kiarabu. Yatosha kad nalamu innahu yahazunuka natosha, lakini kwa sababu ya kutiliwa mkazo maneno haya ndio huya ilamu. Sawa, eh, ilamu ndio inayotuonyesha kwamba hapa Mwenyezi Mungu anayazungumza mazungumzo haya kwa kuyatilia mkazo. kuna hii lamu hapa qad na'lamu innahu la yahzun. Ilamu iliyoingia kwenye alfil almudhari la yahzun, ilamu hii ndio inatupa kibali cha sisi kutafsiri hapa kwamba hapa Mwenyezi Mungu katika mazungumzo haya anayazungumza kwa kuatilia mkazo. sawa sawa, Muhammadun qa'imun Muhammad

lakini ikaja hakika Muhammad amesimama. Kisha ikaja tena hakika Muhammad amesimama, lakini kuna kitu kimeongezeka katika kila sentesi. Hapa iko sababu. Uliposema Muhammadun qaimun ukatosheka na hivyo, kuna sababu yake. Na uliposema inna Muhammadan qaimun kuna sababu yake. Na uliposema inna Muhammadan laqaimun pia pana pana sababu yake. Someni kwa kwa ajili ya kusoma, msiposoma mtakuja kuchezewa. Tayib, mufassir hapa ametupitisha akasema, ai qad ahatna ilman bitakdhibihim lak ha sawa sawa, wahuznuka wata'assufuka alayhim, ujuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa umezungukia kuyajua yale maneno ambayo makafiri wanayasema na maneno hayo yanamhuzunisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumsikitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lhasan Alhasan hapa anatuainishia yale maneno ambayo yanayosemwa na makafiri, kisha yanamhuzunisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano innahu la sahirun hmm, hakika Muhammad ni mchawi. Wewe sio mchawi na unajijua wewe sio mchawi ukaambiwa wewe ni mchawi, utajisikiaje? Utajisikiaje? Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa mchawi, yalimhuzunisha Mtume Muhammad sallallahualaihi wasallam Naam, washairun washairun. Mtume Muhammad aliambiwa nani? Ms, mshairi mshairi ha? Yani ana wasifu wake, yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si ndio e.

Mwimba mashairi wa kahini, unamwambia nini? Ni kuhani, unafahamu kuhani, wa majnun waa wa majnun wa majnun yani. Haya ndio maneno alipewa nani? Watu waliyasema, na haya yakamhuzunisha nani? Mwenyezi Mungu anamwambia Hakika tunajua ya kwamba yanakuhuzunisha eh, yale maneno ambayo wanayoyasema. Tunajua, tunajua, tunajua. Sasa hapa tupate mafunzo tupate mafunzo, ma yukhadhu wa ma yustafad. Sawasawa, muhimu sana walimu wangu, tukipita kwenye kipande cha aya sawa, tusimame tupate mafunzo tunajifunza nini sawa. Lakini pia hata tuki tukisoma hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunajifundisha nini kutokana na hadithi hii? sawa sawa, eh hata wale tu ambao wanasimulia nani, fisi na nasungura. Usikia babu amekaa wa na wajuku jukuu zake hapo zamani za kale, alafu mwisho tunajifundisha nini kutokana sawa hadithi hii, si ndio? eh yeah. asa itakuja kuwa maneno ya Mwenyezi Mungu itakuja kuwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tupate kituo ili tupate mai ukhabu wa ma yustafat. Sawa sawasawa, hapa tumeona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemliwaza mtume wake, amemliwaza mtume wake. Haya, leo hatuna mtume leo, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio mtume wa mwisho, la nabiya baada, sio hakuna mtume Je, yeah. Zile kazi alizokuwa akizifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimesimama? Zimesimama? Zinaendelea, wako ambao wanaziendeleza zile kazi, si ndio? Kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliliwazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, hawa ambao leo hii ndio wanazifanya kazi zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao hawahitaji kuliwazo au wao hawawezi kuudhiwa?